E bwana, leo tunapiga stori na Mandala hapa, shabiki wa wa wa Simba Simba Sports Sports Club Club. Tunazungumza dirisha la usajili vile ambavyo kwa kwa kwa upande upande upande wao, lakini lakini pia pia tani tani wachezaji ambao. Maoni yako ni ya ya ya ya msingi sana ya sana. Hapo chini udhamini mnene tunapewa na JNR, Mtita Salon, na na na JNR Salon Brand Hotel na wali, nyuma kamera yuko AP Classic. Ah, ah, tuje zenu zenu bwana Africans na Okelo. okay, nadhani umemuona katika michuano ulimuona kwenye, nisikilize sisi tushaacha hayo maisha, ndio maana nimerudi katika mfumo kwa, kwa chemaroni fondo, nimerudi hiyo hayo maisha, sisi tushaacha. Umeelewa vizuri ukisema Okello

siaa njo tukuone kwa sababu tushaona wachezaji wamekuja wenye viwango vikubwa. Nimekwambiaje? Kuna wachezaji wana viwango vikubwa na, na, ongea wewe.

Yanga wanawazidi kete na nilifanya interview na yeye ulimuimba sana, ah, tulizidiwa kete sisi na nani ule? na nani kiungo wa katikati wa Yanga ule? Barakonte, Barakonte. Tulizidiwa kete na Yanga sisi. Lakini Okello wewe umeona mara nyingi. Ah, tulizidiwa kete na Barakonte, tulizidiwa kete sisi kwa Dombia wote, tumezidiwa kete matokeo, yake kabaki Pakome peke yake ndio mchezaji bora wa Yanga mpira upo hivyo, wa sikilize, mpira upo hivyo, yule tumuone sisi. Mimi hasa nimeacha kumsifia mchezaji kwenye magazeti, kumsifia mchezaji nje. Nataka mchezaji nimsifia kisha cheza mechi tatu nne kama Morisi Blamu alivyokuja tunamwona kawaida kijisi, anapozidi kucheza unaona uwezo wake. Kama mikisoni kaja bila wimbo, kaja kakiwasha, tumemwona hapa. Nataka vile wachezaji kuwaimbia huko. Mayele kaja hapa ajulikane mchezaji kwa na wimbo hapa. nani ule nani ule nani ule mwenye nini ule walikuja wawili Mayele na mwenzake, umeelewa bwana alivyokuja ye Maele ikopo aimbwi, matokeo yake Maele ndo star safi kuliko mchezaji wote. Aziziki aliimbwa, lakini akafanya tena. tena imbwa hapa, akaja kupata bahati Feisal kuondoka, lakini kipindi Feisal upo Yanga pale Aziziki huko hakuna shughuli, pia Aziziki eh. <laughs> anakuja kupata bahati, anakuja kuonekana baada ya Feisal kuondoka, star boy ndani ya Yanga nafasi. Star anakuja kushika nafasi, anadhihirisha, unaona dakika tisini Pakome kaja bila wimbo hapa. Uongo. Wachezaji wakubwa wote wamekuja bila wimbo. Chama hapa alikuja hata mtu amjui, alikuja na dread. Wao walikuwa wanamjua Chama. Lakini angalia, ndio mimi nataka mchezaji aje hapa kwa kawaida tumuone hapa. Halafu akaenda akauzwe mbele huko. Mandala asitegemee kuja kufanya interview hata kama mchezaji anahusishwa na Simba ukamsifia. Nisikilize. Nataka muone. Eh, paka nimuone kwenye picha. Kero ulimsifia. Hamna lolote, hamna kitu. Nitakukatia kipande chako, Kero ulimsifia.

Nachezaji wa Tanzania Okelo, familia ile penalti watu wanasema kwamba alifaisha makusudi naye, kuwa anamchukua nani nani

Mfano maema chani. Ha, si alikuwa pasi za atuamona chaalikuwaanakiwasha sana. Matokeo yake tuache kusifia wenye wachezaji kwenye TV ndio mzwambia amba mbaya mzuri, ila haja atuonyeshe hapa kwenye ligi ya bongolendi apa, tipu, ligi yenye uchawi. <laughs> Woi, Mandala hamna kitu, aje kwenye ligi ya uchawi tuje tupambane tuone maisha akathibitishaaa wamaliza ugomvi wao kwanza. <laughs> ugomvi uisha. Yanga na sindikete wapi bwana, katika katika usajili, maana kila mchezaji mkihusishwa naye wao wanaye, kwanza wamalize ugomvi afu <laughs> <laughs> sisi pakome, tulimkataa sisi kwa sababu tulikuwa tuna chama, na kipindi kile ukiambiwa chama eti mlete fulani, wenyewe unakataa, na uwezi kulaumu viongozi

Mi sijamkataa la simkubali, kwa sababu na, nina fakti kuambia na, na, na, simkubali kwa nini? tumewaona wakifanya hayo wakaja hapa wamefeli. Ndio maana nimesema sijamkataa kwa sababu anacheza vizuri, tumuone kwanza, ndio tuanze kuongea sasa. Ndio sasa mimi ninachokifanya tukuone kwanza. Mbusa, tuone. Tuone unachokifanya, tuanze kukusifia. Ha, tukusifie. Uje tuende mambo ya ipe kwanza. Sasa mimi nikija na tetesi hapa bwana fana anahusishwa na Simba utakuwa usifii unaanza ku, unasema kwanza tusubiri tumuone kwenye e, pitch kwanza uwanjani. ana nini naninie naleta mchezaji kutoka ah Mamelodi, simsifie ah, paka tuone njifu... umejifunza sana nimejifu... maema anafunga, ndio ndio, nikajifunza sasa pale pale. <laughs> nimejifunza kwa akiwasabunikajifunza <laughs> <njifuza, laughs> nimepitiliza, nimepitiliza, nimejifunza kwa sababu k, jama, nisamehe sasa hivi mchezaji, tabii nikuone unafanya nini uwanjani mwaka huu huu, si mwaka mpya Magono kuja tukuone uwanjani una nini. Una kitu tunakusema. Sawa <laughs> ah, kocha sawa wengine. Mm. Mimi na kocha ni mifumo. Mimi naongelea uwanjani mchezaji. Afikado, ah, Pantevu na yule kaja akatuchanganya. Katudanganya na tatuzi. <laughs> Kocha anakuja na mdogo wake Fadlu bwana. Wah, combination. Kazi moja tu. Hapa tu. Huko na mjomba yuko hapa. Kaja benchi la Simba Kiingereza Dodoma. Furahia sana uzuri wa Dodoma kupitia Brand Hotel. Unapofika Dodoma basi, sehemu sahihi, sehemu halisi kwa kuweza kupata huduma nzuri ya accommodation, chakula kizuri African food pamoja na international food, kupata sehemu nzuri tulivu kabisa kama kuogelea, na weekend wanakuwa na pool party, lakini pia sherehe mbalimbali ni Brand Hotel. Brand Hotel pia na kumbi mbalimbali kwa ajili ya mikutano pamoja na vikao. Tembelea Instagram page yao @brandhotel wanapatikana kisasa mkoa wa Dodoma mtaa nyumba mia tatu. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je yeah, umeshawahi kufurahia na kuinjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali gadeni nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana kisasa Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756 email brandhotel14@gmail.com. Brandhotel tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.